So wali ni sukari, ugali ni sukari, matunda ni sukari, soda ni sukari, juisi ni sukari, keki ni sukari, viazi mviringo ni sukari, chipsi ni sukari, tambi ni sukari. Unaweza ukashinda njaa siku nzima, unaweza kufunga siku nzima, ukafanya mazoezi vizuri, ukatembea vizuri, lakini jioni ukarudi ukala mara moja ukala zako sijui juisi, umepata juisi yako matunda, au umepata wali au ugali peke yake, niamini mimi utaendelea kuwa mnene tu, utaendelea kuongezeka uzito tu, kwa sababu kinachofanya unakuwa mnene ni kwa sababu unakula sukari, na hivi vitu vyote hapa nilivyovitaja ni sukari. So unakuwa unachokula, acha kula sukari, utapungua this unnecessary energy ambao unakula wewe kwenye wanga, kwenye hizi wanga alizo kutajia hapa, kwa kwa mafuta tu. and unataka kuaccept kitu kimoja kuelewa kuwa hamna mwenye nguvu ya kutumia energy yote. Unakunywa juisi usiku, unaitumia wapi? Unakula wali usiku, unautumia wapi? Unakula ugali usiku, unautumia wapi? Unataka kuaccept hilo? Yes, ukifanya mazoezi kama una lift heavy weight, kula wanga inakusaidia kulift inakupa quick energy. Mind you, quick energy inakuja na a lot of effect: insulin spike, high blood glucose, kwa ni macho uponi shangani, kichwa kinauma, kwa unapata migraines all the time, kwa unakojua okay? Mara kwa mara is because of this, so ondoe sukari zako kutajia hapa kwa chakula chako and it will be just fine. We are moving.